Mimi naitwa Damian ni Maila, ni mdau wa michezo kutoka jijini Mwanza. Jana nimeitazama mechi ya kwanza ya timu yetu ya taifa Taifa Stars kwenye michuano ya AFCON kule nchini Morocco dhidi ya Nigeria. Kwa kweli licha ya kwamba tulipoteza kwa mabao mawili kwa moja lakini kiwango cha timu yetu ni kama kimeturi, kimeturi, ni kwa kweli kiwango cha timu yetu kimeturidhisha, kwa sababu watu wengi walitarajia kwamba labda timu ingecheza vibaya na ingefungwa magoli mengi, lakini kama tulivyoona, tumeshuhudia timu ilicheza vizuri, imetengeneza nafasi ambazo kama zingetumiwa vizuri, basi huenda tungeambulia pointi moja ama tungeondoka na ushindi kabisa. Kwa hiyo hiyo inatoa motisha na inatupa nguvu kuamini kwa kwamba tofauti na tulivyokwenda tukizania kwamba tutarudi mapema ama tulivyokwenda tukizania kwamba tutakuwa wa mwisho kwenye kundi, lakini mchezo wa kwanza wa jana umetupa picha kwamba inawezekana, na mechi mbili zilizosalia zinaweza kutupa alama nne ama alama mbili na tukasubiria uh, matokeo ya mwisho kujua hatima yetu kama tutakwenda hatua ya 16 bora ama tutarudi nyumbani jijini Dar es Salaam. Yeah. Mimi kwa majina naitwa Sila Simon ni mdau wa michezo. Uh, kwa namna ambavyo niliitazama game ya Taifa Stars na Nigeria, siwezi nikailaumu e, timu ya taifa wala siwezi nikailaumu benchi la ufundi wala wachezaji. E, tumekutana na timu kubwa yenye wachezaji wakubwa. Victor Osimhen, hakuna mtu ambaye hafahamu ametoka wapi, anacheza Galatasaray, lakini amecheza kwenye vilabu vikubwa kule Italia. Kwa hiyo, uh, kwa hiyo kwa matokeo kwanza tuliyopata, kwanza nilipongeza benchi la ufundi na wachezaji kwa kujitahidi, kwa sababu e, kwenye makaratasi kabla ya mchezo kuanza tulikuwa e, tunategemea pengine tungefungwa zaidi ya magoli hata matatu, lakini tumejitahidi. Wametufunga, tukasawazisha, wakatufunga tena, lakini tumejitahidi. Wametufunga, tukasawazisha, wakatufunga. Kwa hiyo nikilitazama kundi C ambalo tuna Tunisia, Uganda na Nigeria bado tuna nafasi ya kuweza kufanya vizuri. Kwa hiyo nikiwatazama Uganda, uh, wamepoteza dhidi ya Tunisia tatu moja, kwa hiyo tuna uwezo wa kupata pointi tatu kwa Uganda tukicheza vizuri kama ambavyo tumecheza dhidi ya Nigeria, tunaweza kupata hata alama moja kwa Tunisia. Kwa hiyo siwezi kutoa lawama zozote kwa wachezaji, wamecheza, tunafahamu kiwango chetu. Ukienda kwenye renki zile za, za, za FIFA utaona namna ambavyo ametuzidi na namna ambavyo na na tumecheza, ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo bado eh, Tanzania tuna nafasi licha ya kuwa nafasi yetu ni finyu, na kwenye kundi tunaonekana kama underdog, lakini tunaweza tukatoa ushindani mkubwa kama ambavyo eh, tumeutoa kwa Nigeria. Kwa hiyo eh, timu zilizobaki zisichukulie kinyonge, bado tuna wachezaji wakubwa, tuna kina Samata ambao tumeona mecheza, tuna wachezaji wengine ambao kucheza kama Faisali pamoja na Yakuba Yakubu ambaye ni golikipa nambari moja kwao. Tuna, bado tuna imani kwamba tunaweza tukatoka na chochote, si kwamba tunaweza tukatoka bila alama, lakini bado tuna alama ambazo eh, Uganda wanazo za kwetu. Tunisia pia wakija vibaya, tuna uh, wana alama zetu, kwa hiyo ni jambo la kusubiri, ni jambo la Watanzania kuendelea kuomba dua, jambo la Watanzania kuendelea kuisapoti timu ya taifa, kwa sababu bado pia kwenye mashindano tunajifunza. Kwa hiyo namna ambavyo tunacheza, tunacheza vizuri. Kama tutaongeza kidogo, basi tunaweza kupata chochote kitu kwenye michuano hii ya AFCON ambayo inafanyika huko nchini Moroko.